Wazalendo, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Wazanzibari ye, wa kusini ye, wambieni walete jimbo letu. Ndugu mwenyekiti wa chama chetu pamoja na viongozi wote wa meza kuu, itifaki imezingatiwa. Haya <laughs> kwa jina naitwa Simai Khatib Haji, mgombea wa ubunge jimbo la Makunduchi, mgombea ambaye nangoja kuwapishwa. Ndugu mwenyekiti, kwa kuno kwetu jimbo la Makunduchi kutendeke sarakasi, hakulitendeka uchaguzi, sarakasi za kuhangaishana na kusumbuana baada kwa mara ya kwanza siku ya tarehe ishirini na tisa mwanzo huvyokwaza uchaguzi, nazungumzia tarehe ishirini na tisa ishirini na nane nazungumzia biziada Mie na kwanza tarehe ishirini na tisa siku ambayo ni siku yangu mie mahususi, siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba ndugu mwenyekiti, jambo la kwanza liliotendeka kiupande wangu mie kama wanavyosema wengine kwamba kunako nafasi ya wakala waneki, hakuna wakala hata mmoja mwangia vyumbani, ilyo tunasema ndio kawaida yao wayoitenda na tuvyoja tukafatilia tunakwambiwa yano ni maagizo ya lawi juu na viongozi wenu wa chama wayejua kama hawalikwambiani, hawalikwambiani, wao sisi we. Tukajaribu kuwasiliana na viongozi wetu wa chama juu uko kasema hawana habari, kwa hiyo tujua ni udanganyifu wa sarakasi zao tu. Jambo la pili, kwa kuno kwetu jimbo la Makunduchi tushuhudii mgombea mwenzangu ambaye kana lawia chama cha CCM Wanu Hafidh Ameir kaja na kibegi cha kupigia kura kakiti vano kwa pani na mambo ayo yatenda, kila mmoja akashangaa. Mie shehia yangu ya kupigia kura kijini kevu inaonesha vana watu wanawasiliana naye, baada ya kula watu mnamo chumba cha kupigia kura kiasi ya saa tano tano umo. Na ala watu kavisana njiani kavelekwa kwa kusapoti kusapotigwa Sijui au ni usalama au viko situvichukulwa siviji. Baada ya kufika hapo, akangia kunako chumba changu mie, ambacho mpigi kura avyongia, akalavya kibegi cha kura kura chakura yeye. Mawakala wetu wakajaribu kuuza kuna kuendelea nini kuendelea nini, waka, wakaambua yana nyuhali kuhusu nyamazani, kimya kwa sababu uneki hawamo wakatenda je avyo chaka wao hilo lituhumu sana mpaka sasa jambo la pili tushuhudii kuna kocha uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa kuna baadhi ya mawakala wa CCM watende sarakasi mnamo vituo vya kupigia kura sarakasi hizo watendejaje kuna wakala wa neki wa zeki ambaye njowaumsimamisha wakala wa zeki kuna baadhi ya vituo ivyofika time zao wakaambua wenda kamte mwezio aje akaye yeye kapumzike. Baada akula nje tu mawakala wa CCM waka ruka madeksi wakaenda na kura zao, ambazo wende na zao mabunda kwa mabunda, wakawana venyeza wakala wetu. Baada ya kusikia kishindo cha ja urukaji wa madeksi, haja la hata nje kugeuka kana anaona chochomeka kula na wakala wetu wakarudi nyumbani. Baada ya kurudi, wanawambia makarani watume mbona yuno wakala wa CCM wanaruka madeksi wanakwenda kati ya kura cha ajabu, makarani wanasema su hatujamona. <laughs> akamwambia hamlimona? wakati mtukaja ngazino kura hazili ingia vyema, ziwa wapi? wakala wetu mmoja shababi akaenda zila vya kura kwa sababu nkakuvenya haziliahikuvenya kushituka kwake, akauka na mbio, akamwambia kura zinova pano zingali juu hata kuingia hazinaangia. Akamwambia kura zino va pano. Akamwambia a basi zilete. Akamwambia na zileta lakini, na askari ndamwambia wakala wetu kanda mwambia askari, askari kuna machafu yatendeke vino. Sasa kuna wakala wa CCM kendetia kuranga kuvenya, hazili venya hizo kokulia. Akamwambia lete ushahidi. Akamwambia ushahidi, twenende kwa sababu karani, karani